Asubuhi na mapema, Yesu alikuja tena hekaluni. Watu wote wakamkusanyikia naye, akaketi akawa anawafundisha. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi pia. Yeye aliye na masikio ya kusikia na asikie. Ukweli hauji kwa makelele, husubiri mioyo iliyo tayari kusikiliza waandishi na mafarisayo wakamleta mwanamke aliyekutwa katika uzini wakamsimamisha katikati mwalimu huyu mwanamke amekutwa akizini katika sheria musa ametuamuru kuwapiga mawe wanawake waliokamatwa wakizini wewe wasemaje ukweli ukitumiwa bila rehema unakuwa silaha badala ya nuru. Lakini Yesu akainama chini, akaanza kuandika chini kwa kidole chake. Akaendelea kuinama, akaandika tena chini. Mbingu huwa haijibu mashtaka kwa maneno. Wakati mwingine ukimya huzungumza na dhamiri. Mtu asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumpiga jiwe. Waliposikia hayo, wakaanza kuondoka mmoja baada ya mwingine. Kukemea hututoa dhambini, huku kulaani kunatuacha pasipo mahali pa kwenda. Wako wapi wale watu? Je, hakuna hata mmoja aliyekuhukumu? <coughs> Mheshimiwa, hakuna hata mmoja. Hata mimi sikuhukumu. Unaweza kwenda, lakini usitende dhambi tena. <laughs> Andiko: Yesu hakukataa dhambi yake, alikataa umati kuitumia kumwangamiza. Neema haifuti ukweli, inaonyesha njia ya mbele. <muchos>